Mimi kwa majina yangu naitwa Emanuel Hando Lawei, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Hala Kati. E, jana tarehe kumi na saba tukio ilitokea hapa mahali tulipo, mtu kupigwa na kuuawa na huyo aliyempiga mm -hmm. E, aliyempiga anaitwa Adam Keto mm -hmm. na marehemu marehemu anaitwa Gabriel Noel. Mimi nilipigiwa simu na mwenye nyumba, baada ya kupigiwa simu nikakimbia na kuwahi kwenye eneo la tukio ndipo nilipofika nikakuta marehemu yuko chini mm -hmm. Na mtuhumiwa hayupo, amekimbia. Basi nikafanya mawasiliano na mwenyekiti wangu wa kitongoji nikapiga simu mm -hmm. ili tuungane tupate mkusanyiko wa watu namna ya kumpata, namna kumsaidia waliyefanyiwa tukio mbaya la mauaji mm -hmm. Basi baada ya hapo simu ikapigwa polisi mm -hmm. baada ya kukubaliana simupigwa polisi, polisi wakaja wakafanya uchunguzi na kuwahoji baadhi ya watu na kuondoka na taarifa zao na kumbeba mwili wa marehemu. Chanzo cha ugomvi kilikuwa ni nini kulingana na taarifa za awali mlizonazo? Ah, baada ya kufika pale na kuuliza chanzo ni nini mm -hmm. waliosikia ambao waliokuwa nao kama marafiki, kuwauliza wakasema kasema walikuwa wanagombania memory ya simu na simu, kwamba simu ilipotea, ambao kaa wanagombania simu hiyo. Hivyo basi ndo ikachukulia ugomvi wao mm -hmm. na kuleta haya maafa. huyu huyu kijana aliyefariki dunia na huyu aliyemsababishia manzake kifo ni wakazi wa hapa hapa wote? Ndio, wote ni wakazi wa hapa hapa, tena ni marafiki wako nao kila siku. Kuna historia ya kuwa na ugomvi kati yao wawili? Hapana historia yoyote wala isipokuwa huyu mwingine mm. Ana historia chafu mara nyingi tunavisikia, anapiga wenzake, huwa mara nyingi ashikiki huyu mtuhumiwa sasa. Huyu mtuhumiwa. Huwa mara nyingi akifanya tukio anakimbia, huwa na dharau mm -hmm. sana wenzake, kwa hiyo sio mtu mzuri sana kwenye kitongoji hiki. Kuna tukio aliwahi kulitenda, ndio, aliwahi miaka ya nyuma aliwahi kumpiga mjombake, amemvunjia nyumba, akaingia ndani usiku akamkata na, akamkatakata na panga mm. kwa hiyo -hmm. Swala lile lilikuwa la kindugu, ilikuwa ni ndugu yake, kwa hiyo wakamaliza wenyewe mm -hmm. Kwa hiyo baada ya hapo sisi hatukujua kilichoendelea, waliishi tu hivyo hivyo mpaka leo ndio mm -hmm. Na tukio lingine alishawahi kuchoma nyumba ya, ya, ya wakwe, maana alikuwa na mke mke wake alitoroka, kwa hiyo akawahiku choma nyumba ya, ya wakwe mm -hmm. Kwa hiyo na matukio makubwa ya aina hiyo, kwa hiyo ni mtu sugu sana. Jana baada ya kutokea tukio tuli nilipanga vikosi vya kufanya doria, vikosi tisa, vikosi tisa na uongozi wao na makamanda wao. Kwa hiyo usiku wa kulala mpaka muda huu hapa ninaongea, na wengine bado wako porini, wanazunguka mm hivyo -hmm. bado mpaka sasa hatukuona, ila tuliona nyayo mm -hmm sababu kuna kamvua kamepita, kwa hiyo kuna nyayo zinaonekana akiwa akitembea huko msituni. Kwa hiyo ni nyayo tu, bado hatukufanikiwa chochote. Ah, ujumbe wangu ni kwamba matukio haya sio mazuri. Hivyo basi viongozi, baadhi ya viongozi, kwa mambo kama haya tuyakemee, na pia wazazi, tunapoona watoto wetu wana tabia kama hizi ambazo hamna ushirikiano na jamii, tujaribu kuwashauri ili warudi ili tuepukane na matukio mabaya, mabaya namna hii. Tuwahoji wakirudi nyumbani mwao, wazazi tuwahoji, maana sasa hivi wamekuwa huru mno, hawahojiwi vijana wetu wa sasa. Kwa hiyo wanafanya matukio wanaachwa. Kwa majina naitwa Theophilus John Soska, mwenyekiti wa kijiji cha Hala. Asilo la jana limetokea katika mvutano, na mvutano ule waliovutana walikuwa wanavutania kuhusu simu hususani ni memory card, walikuwa wameweka kwenye redio memorikadi ile baada ya memorikadi kuna simu ambayo ilikuwa inaonekana haionekani. a limuo mwenzake alikuwa anatafuta simu katika hali ya kuuliza uliza, basi hajajua ni nani aliyechukua hiyo simu, basi baadaye ndo akanyanyua mti mkubwa na kumpiga huyo kijana anayeitwa ni baba, mtu mzima toa mwaka elfu moja mia tisa na themanini. Kwa hiyo ana umri mkubwa, sio mtoto mdogo, ka alinyanyua mti ule na kumpiga Uh, aliyepigwa hajalewa, aliyempiga mwenzake huwa na kunywa kunywa pombe mm -hmm. na kwa jana pia alikuwa na dai, alikuwa amechangamka amelewa kidogo mm -hmm. Ndio ushauri wangu, maoni yangu kwa vijana, iliyotokea ni baya, sio zuri kijamii, hata kwa maisha ya kawaida sio zuri. Kwa hiyo nawaasa vijana, usichukue sheria mkononi, na wakati mwingine basi kabla ya kutenda wachukue muda wa kutafakari kwanza waondokane na unywaji wa pombe au madawa ya kulevya, sababu inamhamisha kutoka kwenye hali ya kawaida kwenda kwenye hali nyingine, na anaweza katenda na wengine wakasingizia ni pombe lakini basi au wametumia kilevi fulani. Kwa ushauri wangu basi, vijana wasitumie hivyo vilevi, watumie vile vitu vya kawaida ambavyo haviwezi vikamhamisha akili. Kwa hindi mimi ni ndugu wa marehemu ambaye ni binamu yangu huyu aliyefariki. Kwenye harakati za upelelezi tulipata taarifa kutoka kwa majirani, maana alipita asubuhi hapo akiwa ameshikilia mfuko mkononi akikimbia kuelekea msituni. Kwa hiyo ndio mahali watu tukajipanga kwa vikosi takriban sita, tukajigawa kwa makundi tukaingia msituni kumsaka. Mimi kwa majina ninaitwa Steven Thomas, ni mkazi wa kijiji cha Hala na hapa nilipo ndo kwenye ofisi yangu. Aa, kwa ujumla tukio hili mimi limenisikitisha sana, kwani kwanza sikuwepo katika mazingira haya. Aa, lakini mnamo saa kumi na mbili ya jana jioni nilifika kwenye eneo hili hapa, mtoto wangu akiwa katika tukio hili akiendelea ku Kuhudumia wateja hapa na wateja wengine. Lakini, nilipofika eneo hili la hapa niliwakuta watu hapo, nikawasalimia, nini, kaenda nyumbani kwangu. Nyumbani kwangu sio umbali ni kama kilomita mbili kutokea hapa. Kwa hiyo nilipofika nyumbani, baada ya muda mfupi, nikitaka kubadilisha mavazi yangu ili niweze kurudi kwenye shughuli, nimpokee mtoto, nikapigiwa simu na raia mwema hapa, kaniambia kuna tukio limetokea hapa, kuna kijana amempiga mwenzake hapa na ameanguka chini ghafla, nikafika eneo ile hapa, nikamkuta bwana Gabriel Noel ambaye ndo mtu aliyepigwa amelala chini.